Aya, mpaka sasa toke asubuhi tafrani alizokuwa wanaanza kuzifanya mm, baada ya kuanza kuzikemea na kuanza kufuatilia kwa sababu ilikuwa vikosi walioletwa kosta mbili ilikuwa wanapiga kura halafu hawawatii wino. Mpiga uchano peleka uchaguzi anaweza kumtia wino mtu huyu mmoja, wakaja wanne au watano, hawatiwi wino wanazunguka wanakwenda tena wanarudi, wanakuja wanapiga kura tena. Baada ya kuwashtukia na kuanza kuja juu, hapo ndipo wakaanza kujirekebisha, na wakatoka vikosi wote, wakatoka wakaenda zao. Baada ya kuwajua ni wako wale, kwa wale ndo wanazunguka, kwa sababu wenzetu hata watu hawana wale, kwa wale wanazunguka kuja kupiga kura, wanatia wino kidogo tu kama kitojo hapa, Geresha Bwege, anakwenda mtu anasafisha kucha kwa msasa, biashara imemaliza, anakwenda tena kupiga kura. Kwa hiyo baada ya kupeleka malalamiko yote, baada ya kutaka mimi kuzuisha uchaguzi usiendelee, tafuta nilipokuwa kwa kubwa, ndipo walipojirekebisha hapo, wakawapa mawakala wetu mabuku, kwa sababu mwanzo alikuwa hakuwapa mabuku. Wakala yumo ndani, anapewa buku moja tu la herufi ya K, kuna M, kuna S, kuna N, herufi zote zipo, hawa wapi? Na ilikuwa katika kituo hapo mabuku saba, kwa wamempa moja. Baada ya kujajua, anasema samahani, wamesahau. Lakini wamesahau kwa sisi wote kapewa saba nayo kamili. Kwa ACT tu yeye kapewa moja. Baadhi ya vyumba vingine hakuna buku hata moja. Baada ya kuja juu ndio tayari mabuku wakawapa ili ya kuangalia zile picha. Baada ya kuleta yote tafrani. Lakini imekuwa hawa wao wasimamizi wao wenyewe wa hawa zeki ndio wanotuletea tafrani. Askari polisi wako sawa kabisa, wako fair na watu. Na askari polisi mpaka sasa tunafanya nao kazi vizuri na wanatusikiliza kila kitu. Hawa jamaa zetu wao ndio wanaotaka kuanza kuharibu uchaguzi. Haiwezekani mnaanza kufanya uchaguzi bila kuingia mawakala katika vituo. Tunakwenda kushtukia tayari washaanza kupiga kura, kura katika visanduku tayari, mshaanza kuwa na kura. Baada ya kwa kuja juu kuwajia juu ndio wakawaleta sasa mawakala, wakawaingiza ndani. Lakini mpaka sasa hivi baada ya kuleta zita fulani mbili tatu, nashukuru mpaka sasa tunakwenda vizuri, alhamdulillah rabbil alamin. Lakini mpaka tumetokea na matafurani ndio maana, mpaka sasa hivi uchaguzi mpaka sasa ndio tunakwenda vizuri, na ndio unaona humu ndani hamna mtu hata mmoja wa kupiga kura, wenyewe hawapo tena, kwa sababu ilikuwa kupiga kura ni wale wale tu wanazunguka wanarudi, wanazunguka wanarudi, wanarudi. Kwa hiyo mpaka sasa tuko shwari. Kwa mujibu wa idadi iliyotolewa kwamba watapiga kura mapema, tayari unahisi wametimia, au kuna mapungufu fulani? Idadi ya jimbo langu la Amani ni mia tano na kumi. Lakini mpaka sasa hawajatimia mia tano na kwa sababu, askari, kuja, tuse, kwa sababu askari kuja tusi tunaohesabu wako tisini na saba. Hao wote wamevishwa nguo wa vikosi, wako tisini na saba. Kwa hiyo kwa tunayo waangalia vizuri, wanaenda wakibadilishana, wakirudi, wako wanazungushana, wale kwa wale, wakawaleta wengine raia wa mitaani, si wafanyakazi wa serikalini wala si wafanyakazi wa popote, ni watu tu, tunakaa nao mitaani popote, wanakuambia kura, maana pia tumwachie haya pigeni. Kwa hiyo mpaka sasa tunavyokwenda na hakika hawajafika mia tano na kumi na hakika hawawezi kuwapata, hawana watu, wanalazimisha tu basi, hakuna jingine funga la kumalizia. la kumalizia nachoomba wao, kama kweli wameamua wame kutaka uchaguzi, tufanyeni uchaguzi, tusifanyeni uchaguzi, uchafuzi. Sisi tumekuja hapa kwenye uchaguzi, mimi kama ni mgombea wa uwakilishi na haki ya kuingia chumba kimoja baada ya kimoja kumhoji wakala wangu, kuna tatizo gani? na tatizo gani? Haiwezekani, unaingia kwenye chumba, anatokea mtu from nowhere tu anaambia askari mtowe. Lakini nashukuru askari wa wamefuata wajibu wao, hawamtoi mtu. Wasimamizi wa uchaguzi katika kituo changu nimekwenda nao vizuri, wanakwenda vizuri. Dosari zipo kwa wale wafanyakazi wao wazeki wale wadogo wadogo, wanachana ballot paper na wale vipeo vyao vinavyosimamia wale, ndo kidogo wenye mashaka mashaka, lakini baada zogo lilipozidi, wasimamizi wa uchaguzi wamekuja wakaeka sawa watu wao, kwa mpaka sasa hivi nashukuru tunaendelea vizuri. Shukrani.